Amaaeaoa napiga chuma, lakini sipigi chuma kwa ajili ya kuwapiga wanaume. Napiga chuma kwa ajili ya kuweka

Nambie, la mama. Oh wow, yes mama, la baba. Nambie aya, sana wari. nitauza Arusha mama eh? Mama anauza <laughs> Arusha. Upo wapi? Mimi nipo mianzini. Oh, mianzini. Eh, si hapa nje, sana wari nimetoka <laughs> <laughs> nimesoma Olasiti. Acha basi. <laughs> bora mama umesoma wote Olasiti <city>, mwaka gani somaliza? <laughs> mwaka gani yo, umezaliwa mwaka gani? stai kuambia mwaka huyu, mtoto mdogo aan, kwanza mwaka gani? umezaliwa mwaka gani? naona nionyesha miaka Sina tisa? Ah, wewe kidogo sio mkubwa, anapiga chuma si atakuwa na kuonea sana wewe, binti Mwislamu, apigi apigi chuma, anafanya mazoezi, sio mtoto huyo, weacha kumdogosha. mimi si mama. Mama. Mama. Nambie la baba chunga na chinja <laughs> <laughs> kuku. Oh my God. Baba, mbona unasikia anachinja kuku wewe?

Jamani, tap tap the screen and follow me jamani, mlike my video, nakuja eh? mwezi wa nne eh, no so <coughs> mimi Indian food. Eh, ndo nitakuja. number yako ni DM? Haya, utanifuata DM, tuende tukale, tuende tukale

Let's I'm go. Don't hang up. Sinaela. Don't hang up. I pay for you, madam. Ah, okay. It's Happy Christmas <laughs> <laughs> Hatufanyi guys. tunasoma. Sisi ni wanafunzi. Hi looking for someone

nikuni nikirudi nakula poa, inshallah. Kachukua mimi nitalipa nikirudi, mwambie je, atalipa haya. Poa, nasoma comment. Upo wapi? Oh, mbo chuo gani? tupo chuo. Upo unafanya nini? Jamani, hatufanyi chochote jamani. Teni mada, teni mambo, Christmas mambo Jamani, mi hapa Kiingereza changu sio kizuri, najifunza Kiingereza. Yoyote atakayetaka kuja live tuongee Kiingereza tujifunze to improve. mimi niko tayari, anataka nipandishe. You text you, I, I have text you DM. Okay. Jamani, mtu yoyote. Jamani, Kiingereza changu sio kizuri na nataka nijifunze. Naongea Kiingereza lakini sio kizuri sana. Kwa hiyo nataka ni improve my English. Yeah, no, yeah, yeah. <laughs> Tafadhali. Okay, I, you can be my teacher. So can you siyo, then we can talk kwa sababu makengeza changu, unajua mimi nasema Saint Kayumba <laughs> <laughs> Saint Kayumba yenyewe ile ambayo kama ku ku haujajitahidi niko <laughs> niko live.